Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City, tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. FAO Tanzania yapatia wafugaji mafunzo ya kilelezi cha vifaranga vya kuku wa kienyeji kifaa kiitwacho kinengunengu. Je, faida yake ni nini? Yeah. lile joto la vifaranga lenye ndilo linaloalea, kwa hiyo hakitumii nishati ya namna yoyote, lakini vile vile kifaa hiki kinaweza kuchukua kwa wakati ule natengeneza vilikuwa kina, kina, kina accommodate vifaranga 100. Ni kwa sababu ni hardboard moja tunalipiga round na kulitengenezea mfuniko linatosha kwa vifaranga 100. Na leo katika mashinani utapata ujumbe wa nini kifanyike ili kuhakikisha barabara zinakuwa salama kwa waenda kwa miguu na waendesha baiskeli, karibu. Ni Jumanne ya tarehe kumi na tatu ya mwezi Mei mwaka 2025, na mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, New York Marekani. Leo tutakuwa na mada kwa kina ikimulika kifaa bunifu cha kulelea vifaranga bila kutumia nishati yoyote, lakini kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Ano. Linaanza na ulinzi wa amani. Katika mkutano wa ngazi ya mawaziri kuhusu mustakabali wa ulinzi wa amani unaofanyika leo mjini Berlin Ujerumani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea vipaumbele vitatu vya msingi katika mageuzi ya ulinzi wa amani kwa muktadha wa dunia inayobadilika kwa kasi. Kwanza ni kufanya operesheni ziwe rahisi kubadilika na kulengwa kulingana na mahitaji na ushirikiano wa kikanda Pili, kutumia rasilimali kwa ufanisi zaidi na kuweka majukumu yanayolingana na na malengo ya mpango wa mageuzi wa UN80, na tatu, kuhakikisha kuwepo kwa msaada thabiti wa kisiasa na kifedha kutoka kwa nchi wanachama ili kuhakikisha ulinzi wa amani unadumu na unakuwa na ufanisi katika kuwalinda walinda amani na jamii zinazowahudumia. Leo shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limeonya kuhusu vifo vya watoto kutokana na utapia mlo Gaza. Dr Rick Pepperkorn, mwakilishi wa WHO eneo linalokaliwa la Palestina, akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Uswis, amesema tumepokea ripoti kutoka wizara ya afya ya Gaza kwamba watoto 55 wamefariki dunia kutokana na athari za utapia mlo, na endapo hali hii itaendelea, karibu watoto elfu 71 wa umri wa chini ya miaka mitano 5 wanatarajiwa kuwa na unyafuzi katika miezi kumi na moja 11 ijayo. balls. Na wakati mahitaji ya kibinadamu yakizidi kuongezeka duniani, watu milioni mia tatu na nane katika nchi sabini na tatu wanahitaji msaada wa dharura, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la masuala ya wanawake UN Women, likionya kuwa wanawake na wasichana ndio wanaoathirika zaidi na migogoro, wakikumbwa na utapia mlo, vifo vinavyoweza kuzuilika vinavyohusiana na ujauzito na ukatili wa kingono wa kiwango cha juu huku mfumo wa misaada ya kibinadamu ukikumbwa na ukata wa fedha. Kupitia ripoti yake mpya ukingoni kuvunjika, UN Women imebaini kuwa asilimia tisini ya mashirika yanayoongozwa na wanawake au yanayotetea haki za wanawake katika maeneo wa 44 yenye ya migogoro yameathiriwa na kupunguzwa kwa ufadhili, hali inayotishia huduma muhimu wanazotoa. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako, kwa anod. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea mukhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutamulika wiki ya usalama barabarani iliyoanza Jumatatu wiki hii. Salia papo hapo tafadhali. Toka New York.

Ni, ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia katika televisheni wa shirika na vilevile vile, unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Lengo namba moja la malengo ya maendeleo endelevu SDG 1 ni kutokomeza umaskini. Nchini Tanzania, Umoja wa Mataifa umeona bora kusaidia wafugaji kuku kuondokana na umaskini kwa kuwapatia mafunzo ya utengenezaji kilelezi cha kuku ili kupata sio tu mayai mengi zaidi, bali pia vifaranga. Mada hii kwa kina inamulika kifaa hicho na mapokezi ya wafugaji. Asumta Masoi ndiye mwenyeji wako. Tuko mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Washiriki wa, wa mafunzo kikokota kifaa cha kusaidia kulelea vifaranga ni katika mafunzo kwa vitendo yaliyoendeshwa na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP wa kushirikiana na serikali mkoani Kigoma nchini humo. Mfunzi anafafanua <coughs> Kifaa hiki cha kulelea vifaranga kimepatiwa jina kinengunengu. Je, kwa nini kinengunengu? Tumefunga safari hadi Chanika, wilaya ya Ilala mkoani Dar es Salaam, mashariki mwa Tanzania kufahamu zaidi juu ya kifaa hiki ambacho sasa FAO inahamasisha wafugaji wa kuku wa kienyeji wakitumie. Hey, kwa jina naitwa Muhamed Rashid Mfaume almaarufu Kinengunengu. Mimi ni afsa mifugo mstaafu katika Wizara ya Mifugo. Mimi ndiye muasisi na mbunifu wa kifaa kinachoitwa Kinengunengu Buruda. Kifaa hiki ni kifaa cha kulelea vifaranga kwa kuku wa kienyeji haswa kule vijijini. E, nilikibuni kifaa hiki kutokana na changamoto za wafugaji wangu, changamoto zilizokuwa zinatokana na wafugaji wangu ambao nilikuwa nawashauri namna ya ufugaji e, kwa vile nilikuwa na vipindi vya kufundisha wafugaji, nilikuwa nikifika nawafundisha jinsi ya uzalishaji wa kuku wa kienyeji kwa wingi, yaani namna gani kuweza kuwa multiply upate kuku wengi kwa muda mfupi. Sasa somo hili lilikuwa linaingiza e, sehemu ya uleaji wa vifaranga katika sehemu zote zilikuwa zinakwenda vizuri, lakini inapofika namna uliadi wa vifaranga, kama tunavyojua mtetea anavyototoa vifaranga, halafu jinsi anavyokwenda kuzisabaratisha wakati anatembea kule, mwewe wanaokota kunguru, vicheche, wanyama mwisho, siku ya, mwisho wa siku anajikuta hana kifaranga hata kimoja. Kwa maana hiyo, kwa mwaka uzalishaji wa kuku wa kienyeji ukawa haupo, au kama ni kiasi cha ongezeko lake lilikuwa ni kidogo tu. Hii ilinipa headache Pasua kichwa hiyo, ikamfanya bwana Mfaume abonge bongo na kuja na wazo, ndio nikaja na idia hii ya kinengunengu bruda. Kinengunengu bruda, e, chanzo chake ilizaliwa hapa Dar es Salaam katika miaka ya tisini ya mwishoni. Miaka ya tisini ya mwishoni ndiyo kifaa hiki nilikiasisi katika kijiji kinachoitwa Msakuzi hapa Dar es Salaam, wakati huo kulikuwa ni vijiji Dar es Salaam. Kulikuwa na vijiji. Kwa hiyo nilikiasisi ni kwa baada ya kuona kwamba kwa, wa, wakazi wa pale wanafuga kuku wengi sana, lakini kuku wote wanaisha katika kulea, wakati wa kulelewa na mitetea. Kwa hiyo nilikuja na idea hii ya kinengunengu bruda, na ndipo kilipoanza kupatikana kifaa hiki kutokana na eh, idea yangu na alichagua jina kinengunengu ambalo lilikuwa jina la utani la babu yake. Na sasa kinafanyaje kazi? E, kifaa hiki kinengunengu bruda e, kwanza hakitumii nishati ya aina yoyote na ndio maana kilikuwa kina, kizuri kutumika kijijini. Hiki unaweka tu vifaranga, joto lao wenyewe ndilo linalowalea, e, yeah. lile joto la vifaranga lenye ndilo linalowalea. Kwa hiyo hakitumii nishati ya namna yoyote, lakini vilevile, kifaa hiki kinaweza kuchukua kwa wakati ule natengeneza vilikuwa kina kina, kina accommodate vifaranga 100. Ni kwa sababu ni hardboard moja tu tunalipiga round na kulitengenezea mfuniko, linatosha kwa vifaranga 100. Vifaranga 100 wanalelewa vizuri tu bila shida yoyote. Watu wengi wamekitumia na kimeleta mafanikio makubwa sana. Na mpaka sasa hivi ndio ninasikia kwamba kimezagaa nchini sehemu nyingi sana, mikoa mbalimbali. Ni kifaa kizuri, nafikiri watu waendelee tu kukitumia. E, kwa sababu kitaongeza tija katika uzalishaji wa kuku wa kienyeji haswa ikizingatiwa chanjo, chakula na mahali pazuri pa kulala huko. Turejee basi kwa Kigoma kwenye mafunzo. Adelina Mkumbukwa, daktari wa mifugo anafunguka. Tumeweza kutengeneza kifaa ambacho kinaitwa kinengunengu, au kwa jina lingine ni bruda. Ambayo, ambacho kifaa hichi tunakitumia bila kutumia nishati ya moto, tunatumia kwa kutumia maranda na nguo ambayo tunazungusha ndani ya kifaa hichi. Hii tunahamasisha kutumia njia hii ya asili kukuza vifaranga, maana ni njia yenye faida ambayo inatumia malanda hivyo, hawatatumia mkaa ambao mkaa tunaharibu mazingira, lakini pia umeme hawatatumia kwa sababu umeme ni gharama. Hivyo tunahamasisha kifaa hichi ambacho hakitumii nishati hizo, ambacho ni kifaa ambacho ni cha gharama nafuu. Azim Michael Mkoba, fundi seremala na mfugaji kuku wa kienyeji, ambaye amebahatika kushiriki mafunzo haya hakuficha furaha yake. kwa sasa hivi tumepata vinengunengu kwa ajili ya kulelea vifaranga ambavyo vimekuwa ni bora zaidi. Nafikiri sio gharama, mtu yeyote anaweza akanunua vifaa na nikamtengenezea kwa bei rahisi kabisa. Faida nyingine tuliyojifunza, ambayo ni kinga vifaranga, ambazo tunapinga vikiwa na umri mdogo, kwamba huwezi ukaingiza, mtu yeyote awezi akaingiza ugonjwa au uchafu wote ambao ukamdhuru kifaranga. Kwa hiyo anakuwa kwenye ujinzi kamili mpaka utakapoamua kumuhamisha kwenye muda hii kwanza, unakuwa unaepukana na ile karaha ya kuamka usiku kuweka joto, labda umeme umekatika usiku, unaanza kuchanganyikiwa, huna mahali pa kupata luku, na unakuwa una vifaranga wadogo labda aidha wa siku mbili au tatu. Kwa hiyo hii inasaidia sana, itakuwa imetusaidia na tunashukuru sana kwa kutupa huu ujuzi. Tutaifanyia kazi kwa ufasaha. Utaweza kuwalinda kuku wako, faraka wako bila kupata madhara ya kuchukuliwa na kunguru vicheche. Hapa atakuwa amehifadhika bila kuwa na usumbufu wowote. Hata kama wewe hauko hakuna kunguru anaweza kuja kuchukua a. Shukrani sana Assumpta Massoi kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni mashinani, fursani yake Jean Todi, mjumbe maalumu wa Umoja wa Mataifa kuhusu usalama barabarani, akieleza ni jambo gani lifanyike kuhakikisha usalama barabarani wakati huu Dunia inaadhimisha wiki ya usalama barabarani, maudhui yakijikita kwenye kuhakikisha barabara ni salama kwa ajili ya waenda kwa miguu na waendesha baiskeli. the... funga mkanda kama umeketi kiti cha mbele au kiti cha nyuma. Vaa kofia ngumu ya viwango vya Umoja wa Mataifa. Usiendeshe chombo kwa mwendo kasi kupindukia. Usinywe pombe wakati unaendesha gari